Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Asanteni sana, na washukuru sana, mnaweza kukaa. Ndugu zangu leo tuko online ibada hii na makanisa yetu 2,141 kusema kweli, mengine siyo makanisa ya ufufuo na uzima, lakini makanisa ya watu wanaompenda Mungu na wanaopenda Tanzania. <clears throat> ninaomba mnisikilize kidogo <clears throat> Wiki hii nilifanya press, niliita waandishi wa habari, nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana, na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana na hatujui sasa, nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza niliyoshauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi wao wanateuliwa na mheshimiwa Rais au na taasisi ya Rais, na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani Nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi naomboleza, kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu themanini na tatu ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, hawa wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi, na mpaka juzi jana, juzi tarehe ishirini na nane shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidar Jabil Al Fasi, kuamkia tarehe ishirini na nane mwezi huu wa tano, juzi tu niliposema, alichukuliwa ali nyumbani kwake Fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe ishirini na tatu Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza, naye ameondoka tarehe 23 Machi, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi juzi tu mmeona kiongozi wetu Padri fadha father, father, father na Padri Kitima ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive katikista wetu mwingine kule, kule, kule na naye kavamiwa na yeye kapigwa, akaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya. Watu wameingia nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemburuta, wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, unapochukua shehe unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize Chama cha Mapinduzi, ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume Chama hicho hakikubali utekaji, hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho, chama cha mapinduzi, hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi. Naungana na waasisi wetu, Mwalimu Julius Kambarage Nyelele, pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii akiwemo Ali Hassan Mwinyi ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote. Hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu, na CCM, sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Menisikia, ndugu zangu. Mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayepinga, anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Nilitoa mifano nikasema, hivi mwanangu Jordan akitekwa leo akachukuliwa, kama alivyochukuliwa ndugu yetu Muislamu mzuri Ali Muhammad Kibao, hapo Tegeta, jimboni kwangu, anachukuliwa basi na simama, anashushwa ndani na watu wanaondoka naye mchana, alafu kesho yake anaamkia ameokotwa kule Ununio jimboni kwangu kule, ameng'olewa macho na amekufa. Nikasema akifanyiwa hivyo mwanangu Jordan akachukuliwa aka, na watu mchana akaenda kung'olewa macho nitajisikiaje? Na nikasema akichukuliwa rafiki yangu ndugu yangu Abdul, mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, akachukuliwa yeye akaokotwa amekufa, ameng'olewa macho, utajisikiaje? na naongezea leo akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mlisho Kikwete eh? Akaenda akang'olewa macho, akaenda, natoa mfano, nawapa mifano, akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Ali Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa kesho, ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? hivyo hivyo, mtoto amejaliwa hivyo hivyo, akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa amekufa, leo. Kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge wenye dhiki wenye tabu wenye matatizo waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho Nitalisimamia ni na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM siyo watekaji na siyo chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka, anateka yeye mwenyewe, sio kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Asa, kama nimeongea mimi alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake, watu wamekuja na noa, wameenda ondoka naye kaokoto, wamekufa baada ya masaa mawili matatu, nani anayefuata baadaye? Na kwa sababu hiyo mpaka terminology imezaliwa, nikasikia terminology inaitwa Gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa Gwajimanization. Sasa nilipoona Gwajimanization nikataka, sasa nitafasiri Gwajimanization maana yake nini. Gwajimanization au Gwajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani ni dhamiri thabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya Gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe Gwajimanized. Naipokea kwa mikono ya shukrani. Ndugu zangu, nimesema maneno haya ili kufafanua place yangu, kwa sababu mnajua nyie ni kanisa. Wale walio mbali, mmesikia askofu wenu anatajwa kwamba anagwajimanize gwajimanization. Kwa maana hii sasa nakubali kweli, nike ningependa kugwajimanize kwa maana ya ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri dhabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti ya uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi ya Tanzania kwa nani angependa awe Gwajimanized hapa? Piga kelele sema, ya! Naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi anafanya nini na wale missing persons. Kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi Si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutashindana na tutashinda. It is in this time we refuse abductions in our country, disappearances in our country. We will never

Hebu sema kwa sauti, Tanzania ni yetu sote. Sema Tanzania kwanza, yeyote yule na wowote wale na lolote lile linafuata baadaye. Ushauri wangu mwingine ukawa kwa mfano, ikiwa, narudia tena, ikiwa, ikiwa, sema ikiwa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 nikashauri kwamba ni muhimu sana. Ndiyo ni ushauri, na mimi nashangaa kwa nini watu wanapiga kelele na ushauri, kwa sababu ushauri unaweza kuukataa au unaweza kuukubali. Nitegemea mtu aseme tu kwamba tumekataa ushauri wa Gwajima. Ni ushauri, ni ushauri. Aseme tumekataa ushauri wa Gwajima, simple. Na ukiukataa ushauri wangu, mimi nimetumwa na Mungu kwenye hii nchi Na safari hii ndiyo mtajua kwamba Mungu amenituma. Narudia tena. Mungu hatumi watu wazuri sana. Hatumi watu wenye sura nzuri sana. Hatumi watu wanaovutia sana. Mungu anatuma watu kama anavyopenda yeye mwenyewe. Na anatuma kwenye nchi kwa ajili ya makusudi yake ya milele. Karne ya kwanza Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanaye Yesu Kristo akaja hapa duniani, ni binadamu asilimia mia moja, lakini ametumwa na Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana imeandikwa palitokea mtu ametumwa na Mungu na jina lake aliitwa Yohana. Huyu alitumwa kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Mungu huo anatuma watu. Baada ya miaka mia tano na kitu baadaye, Mtume Muhammad salehu alaihi wasalem naye akaja duniani Ndiyo maana unaona Uislamu umeenea duniani kote, naye alikuja kwa ajili ya utume wa kueneza Uislamu duniani. Kwa hiyo Mungu huwa anatuma watu kwa kusudi maalum, na Mungu akiwatuma watu huwa anawalinda, anawatunza mpaka watimize misheni waliotumwa naye katika uso wa dunia. Nataka kusema sasa, yule unayenivamia hovyo hovyo, hautaweza. Hautaweza, yeye anilindaye hata lala wala hata sinzia. Yeye aliye mkuu wa Israeli hata acha mguu wangu usogeswe. Wao watataja magari, wao watataja farasi, wao watataja silaha zao, lakini mimi nitalitaja jina la Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Akulindae hata lala wala hata sinzia aliye mkuu wa Israel. Tumpigie Bwana makofi makubwa sana. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Naisemea Tanzania. Na wasemea wa Tanzania nikiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. CCM haina sera ya utekaji. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa. Utekaji kupotea kwa watu siyo wazo la CCM na CCM haipotezi watu. Tupige makombola mpaka anayeteka watu atokee hazalani, si tupige makombola. Na wana CCM, ndugu zangu, mnielewe, napenda chama chetu, nitaendelea kukipenda. Lakini utekaji na kupotea kwa watu kunaofanywa na vikundi visivyojulikana a a, hiyo ni leo kesho kesho kutwa na hata milele nitakataa kwa jina la Yesu. Naomba mkae, nataka niishie hapo. Kwa maneno haya nimeyasema hayo kwa sababu sasa nimezungumzwa Tanzania nzima na ni muhimu sana kama kiongozi wako kuzungumza wa Tanzania nzima, na mimi ni mtu mwenye staha, nimetengenezwa nime nimeumbwa na staha nina heshimu siwezi kuaibisha mtu lakini, sasa nitakapoita presi inayofuata, kama watekaji wananifuatafata nitaanika vitu hewani, moshi utatoka, hautaweza kufumbua macho yako.